Bwana Yesu asifiwe. Uh, naitwa Godfrey kutokea ROC Dodoma. Uh, tumepata itilafu jengo uh, letu limeanguka, mvua ilinyesha na limeanguka lote na lote na kila kitu kimeharibika, kwa hiyo ninatoa taarifa kwa waumini wote wa online lakini waumini ambao wako kwenye matawi yetu yote na watu wengine wote. Wakati wa Mungu ni kwamba jengo limeanguka, lakini haimaanishi. Ibada zitaendelea, kesho tutaendelea na ibada kama kawaida, na pale ambapo Mungu ametupa ndipo tutakapofanyia ibada. Kwa hiyo hii haituzuii kuto kuieneza kazi ya Mungu. Kila alichokianzisha Mungu lazima kitakamilika. Kwa hiyo karibuni wote. Lakini pia taarifa zaidi nadhani uongozi utatoa kwa kile ambacho kimetokea dakika chache zilizopita mahali. Mungu awabariki amen.